Uh, bondia kaka yetu Hasani Mwakinyo ameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga kwa kosa la kumjeruhi kijana ambaye alipita mbele ya nyumba yake, uh, akaokota nazi akaokota nazi nazi moja sijui mbili, kwa ajili sijui alikuwa na kazi nayo gani, aliokota nazi kwa sababu kwa Mwakinyo nje nasikia kuna mnazi, kwa hiyo alikuta nazi alivyoinama chini kuokota, Mwakinyo alimchukua yule kijana na kumuingiza ndani kwake na kuanza kumshambulia. Nasikia alimuingiza alimfungia mpaka kwenye banda la la mbwa, yani e, banda la mbwa akamfungia huko kwenye banda la mbwa na kuanza kumjeruhi. Picha ninazo nimetumiwa picha, lakini picha sio nzuri kuziposti kwa sababu yule mtu yuko hospitalini anaumwa sana, na miongoni mwa vitu ambavyo nimeambiwa na vimenisikitisha Uh, ni kwamba Mwakinyo alisema kwamba yeye ni mtu maarufu na atatoka tu. Kwa hiyo uh, tumuombe kitisha, kwa kiasi kubwa sana. Mwakinyo kapiga mtu huko, alafu kazungumza maneno makali sana kwamba mimi ni stani, tatoka tu. Unajua kuna mambo mengine ambayo mastaa wanayafanya, halafu kwa kuwa wao ni mastaa wanaogopa kwamba utatufanyia nini, kwa, utatufa, kwa sababu sisi ni mastaa jamani. Sheria ifate mkondo wake, inaone haraka ya 4G mambo yanayoendelea huko jamani, Mwakinyo kapiga mtoto wa mtu ambaye huyo kijana alikuwa anapita tu kama kwenye nyumba yake akaokota nazi. Alivyookota nazi kwa sababu Mwakinyo anaka, anakaa Tanga huko, alivyookota nazi jamani, mambo ya ajabu, akamchukua huyo kijana elewa? Akamfungia huyo kijana, nasikia kanampa mateso huko, kanampa mateso huko ndani akamfungia mpaka kwenye banda la mbwa akamempiga memu... Yani guys ni picha ambazo haziwezi kawekwa hata hapa lakini yani mambo ya ajabu mno, kwamba umaarufu mlionao ndo nategemea kuutumia ili kuweza kuumiza watu. Afu kauli ambayo imetuuma zaidi ni pale Mwakinyo alipozungumza kwamba mimi ni maarufu nitatoka tu wae. Yani kwa kuwa wewe ni maarufu ni mtu fulani ambaye unaweza ukafanya chochote kwenye jamii ambacho kinaweza kikawa. I am not serious guys, imeniuma sana imeniuma sana kitu kama hicho kimeniuma sana. Kimeniuma sana. Ah, Juma Lokola ameliwasilisha hili, mimi mwenye kama Mifumo kwa kweli nimeliona, ni mambo ya ajabu mno jamani, yaani ukiona, ni mambo ya ajabu mno, ni mambo ya ajabu kwa sababu ukipiga mtu kama Mwakinyo, mambo ya ulingo wake ya ngumi, akayafanya kwenye ulingo sio hapa, mambo ya ulingo ya ngume akafanya ulingoni. Vitu vingine ni vya ajabu mno, inasikitisha mno. Kijana kapigwa kapigwa kapigika. Kwa hiyo watu wa mtaa ule wamejiunga kikundi, wamedai kwamba tunaomba huyo mtu asitoke kwa kuwa amejivunia umaarufu wake, kwamba jamani. Ah, uh, kwa kweli guys inasikitisha sana, inasikitisha kwa kiasi kikubwa mno, yaani kwa sababu ya umaarufu wako, ah, inatumiza. Tunaomba sheria ifate mkondo wake kwa kweli.